Deni ni jambo ambalo oh, ni zito, ni jambo ambalo linadhalilisha. Kwa hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe alikuwa akijilinda kwa akijilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala na deni, kama ilivyokuja katika hii hadithi, anasema: hadathana Abu Yaman barana Shuaib al-Zuhri, wa hadathana Ismail qala hadathani akhi an sulaiman an Muhammad ibn Atiq an ibn shihabi an urwata

Ewa Allah, anajilinda kwako, min almadhami, na madhambi, kufanya madhambi, maghram, na vile vile na madeni, yani jambo ambalo linalopelekea au linapelekea uh, lina mtu kulazimika kulifanyamaghrami o ambalo inalazimika ulitekeleze, ambayo ni deni, yani deni inalazimika uitekeleze. Kwa hiyo mtume saaa salam akijilinda na madeni na madhambi katika swala. Fa faqala lahu qail, msemaji akasema ma akthara ma tastaid ya rasul llah min almaghrami, Mbwana, mara nyingi sana, ewe jumbe wa allah unajilinda na madeni, yani mara nyingi unajilinda. Amtume yani sallallahu alaihi wasallam, mara nyingi alikuwa akijilinda na madeni sebwana. So, mara nyingi unajilinda na madeni. Qala akasema mtume inna rajula hakika mtu idha gharima haddatha fakadhaba, pale anapoingia katika dini anapojiingiza katika dini mtu eh, haddatha fakadhaba yaani inampelekea mtu akasema, eh, na akasema uongo. Haddatha anazungumza na kusema uongo bila shaka, yaani mtu anapodaiwa anaweza akawa anaeleza maelezo ya uongo kwamba mimi kadha ndio maana sijakuletea au sijakulipa deni lako, lakini mazungumzo anayezungumza yakawa ya uongo. Sasa hili si jambo zuri, yani deni ni jambo ambalo sio zuri, ijapokuwa ni jambo ambalo ni jaiz kisheria, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijilinda na ile sababu inayopelekea mtu kufanya hivyo au kupelekea mtu kusema uongo, akijilinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile kwa waada fa akhlaf. Na mtu anayedaiwa wakati mwingine anaahidi na kukhalifu ile ahadi mara nyingi, yaani anaahidi, anahalifu, bwana, nitakuletea au nitakulipa baada ya siku mbili. Eh, siku ile ikifika halipi, siku zinaongezeka, anazidi kusema uongo na anazidi kukhalifu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hii kwa sababu ni mambo ambayo yanapelekea katika uongo, na uongo ni haramu pia. Kuahidi kwa na kuhalifu ni vitu ambavyo ni haramu. Kwa hiyo mtume sala salama akijilinda na vitu vinavyopelekea katika hivi. Waqala rahimahullahu taala, babu lsalati ala man taraka daina, qala hadathana abu alwalid, qala hadathana shu'bah

Taib, babu asalati ala man taraka deina, babu mlango, um unawazungumza kusali au kumsalia mtu ambaye aliyeacha deni, yani, kumsalia mtu ambaye mwenye kudaiwa au aliyeacha deni. Mtume sallallahu alayhi wasalama, mwanzo alikuwa salihi wale ambao wenye madini, lakini baada kuongezeka futuh baada ya kufungua maeneo mbalimbali, baada ya hapo alikuwa akiwasalia watu ambao walioacha madini. Na pia uh, mtume sala salam kama tulivyosoma katika hadithi zilizotangulia alikuwa haachi kuwasalia, kwa sababu haifai kumsalia mtu anayedaiwa, bali alikuwa anawaonyesha tu, yani ule eh, alikuwa anashadidia mtume sala salam lile jambo la kudaiwa namna lilivyokuwa, yani watu waji wajihimiza katika kulipa madeni, lakini hakuwa na maana kwamba ilikuwa haifai, na ndio maana alikuwa akiwaruhusu wengine wanamsalia. Sallu ala sahibikum, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaambia msalieni ndugu yenu. Lakini hapa inaonyesha kwamba kumsalia mtu mwenye deni ni jambo ambalo ni jaiz, wala siyo haramu. Na akasema qala, uh, Ibn al-Munir arada bi hadhihi tarjama anna den la yuhillu bid-din, kwamba amependelea Imamu Bukhari katika tarjama hii babu salati ala mantaraka dein, kasema kumsalia mtu ambaye ali yasi deni, amependelea Imamu Bukhari anna dein la yuhillu bid-din, kwamba deni hayitii dosari dini ya mtu, kwamba eti kwa sababu anadaiwa io kama ni dosari katika dini yake, hayitii dosari ila tu ni jambo ambalo eh jambo ambalo linapelekea mtu wadalikampele likampelekea katika kusema uongo au kadha kadha, lakini ni jambo ambalo halimtii dosari katika katika dini yake. Akasema, hadathana abul walid hadathana shuba an adi ibn sabit an abi hazim an abi huraira radiyallahu anhu an nabii sallallahu alayhi wasallam qal man taraka malan mmtume sallallahu alayhi wasallam sema mtu yote atakayeacha mali faliwarathatihi ile mali itakuwa ni ya warithi wake, ile mali ni ya warithi wake watakaomrithi au wale wanaostahili kumrithi. Wa man taraka kallan failaina, ama atakayeacha kallan watoto, yani watoto, ataka waasha, ilaina, ni iyal kwa maana watoto watumwa na vinginevi, yani watoto atakayewaacha failaina, basi ni juu yetu au kwetu sisi, kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam atawasimamia lakini kama ni mali ambayo inastahiki kugawiwa basi watagawiwa wale wanaostahiki sio mtume sala salamu ataichukua lakini kama ni watoto ambao wanahitaji eh na, wale walioachwa basi yeye atawashughulikia hivi hivyo alivyokuwa mtume sala salamu asema hadathana abdullah ibn muhammad hadathana abu amir hadathana fulayh an hilal ibn ali an abdurrahman ibn abi umrah amrah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ma min mu'minin illa wa ana awla bihi fi dunya wal akhira. Hakuna mu'min yoyote, sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna mu'min yoyote isipokuwa mimi ni bora kwake katika dunia na ak akhira. Hakuna mu'min yoyote isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam yeye ni bora kwake katika dunia na akhira kisha akasema iqrau in shi'tum, someni mkitaka, annabiyu an aula. Akaashiria katika aya hii sema, annabiyu an aula bilmuminina min anfusihim, tumeni bora kwa waumini kuliko nafsi zao, eh, katika surat Ahzab huyo. Akaashiria katika aya hii fa faayuma mumin, mu'min yoyote mata, kisha akasema mu'min yoyote atakayekufa wataraka malan, akaacha mali. falyarithu asabatuhu, ni wamrithi maasaba wake, wale watu wake wanaostahili kumrithi ni no, wamrithi man kanu, wote watakaokuwa, yani ma wale maasaba zake wote watakaokuwa, wale wanaostahili kurithi. wa man taraka deenan, ama yule atakayeacha deni, ani anadaiwa au dhiaan au akaacha watoto na vinginevyo vile, ambavyo au wale ambao wanahitajia, faliati ni faana maulahu, basi ni wanijie mimi au fali, ni, ni, ni, ni anijie mimi, waaje kwangu. Faana maulahu, mimi ndio wakaribu yake. Yani mimi ndio nitakuwa wakaribu kama kutakuwa na watoto tutakuwa na wengineo ambao wanahitaji eh, kama ni mali watapewa, lakini kama wenyewe wanahitaji, basi Mtume sala salama, yeye ndo atakuwa karibu kwao, kwa, kwa maana kuwashughulikia na kuwasaidia. Na ndio maana akasema annabiyu ah, aula bilmu'minina min anfusihim, yani bora waumini kuliko nafsi zao. Maana yeye anastahiki hata wale wanaowaacha kuwashughulikia kuliko hata wao wenyewe. Naam.